Nafahamu kuwa takriban asilimia 41 wanafunzi katika utafiti uliofanyika Tanzania waliripotiwa kuwa na changamoto ya afya ya akili, huku asilimia 31 ya wazazi wakibaini kuwepo kwa changamoto hizo. Au wewe ni mzazi ambaye haujui chochote kuhusiana na afya ya akili? Sasa iko hivi, kulingana na shirika la afya duniani WHO Afya ya akili ni hali ya ustawi ambapo mtu anatambua uwezo wake, anaweza kukabiliana na msongo wa kawaida wa maisha, anaweza kufanya kazi kwa tija na kwa ufanisi, lakini pia anaweza kuchangia katika jamii yake. Pia afya ya akili inaathiri jinsi mtu anavyoshughulikia msongo, mahusiano ya kijamii na maamuzi. Bila kusahau afya ya akili inajumuisha ustawi binafsi, kujiamini, uhuru, uwezo, utegemezi wa kizazi na kizazi, lakini swali ni: mzazi au mlezi, unafahamu kuwa watoto nao wanaathirika na afya ya akili? "Akili bila karatasi" kipindi hewani, mtazamaji wa Tet Soma Kwanza TV, mimi ni Agnes Osea, karibu sana kwenye mwendelezo wa kupeana maarifa, hasa kipindi hiki cha likizo, na haya maarifa ni kwa ajili yako wewe mzazi au mlezi ambaye ndiye mwangalizi mkuu wa mtoto wako, lakini pia kwa wewe mtoto ambaye sasa hivi unatutazama ukiwa hapo nyumbani kwenu. Leo tuko hapa tena, si sema Tanzania niko na ni mwanasaikolojia ambaye tutazungumzia swala so zima la afya ya akili. Kuna namna masuala ya afya ya akili unaweza ukayatafsiri, lakini leo tutazungumzia hasa kuhusiana na mtoto. Mr. Riving Nkya, habari ya yako? Njema. Hongera kwa, kwa majukumu. Asante sana <laughs> Sawa, tuanze moja kwa moja na swala zima la afya ya akili. Kama ambavyo nimeguza mtazamaji, swala zima la afya ya akili linatajwa kuwa changamoto, kila mtu ana namna anavyoelezea. Tuelezee kwa ujumla, alafu tuje kwa mtoto. Sawa, <coughs> tunapozungumzia masuala ya afya ya akili huwa tuna Thamani sana kutoa ile tafsiri ambayo tunaipata kutoka shirika la afya duniani WHO, na wao wanatuambia tafsiri yao kwamba afya ya akili ni ustawi ambao unamwezesha mtu kutambua uwezo wake, kukabiliana na changamoto mbalimbali za kijamii, ikiwemo msongo wa mawazo, lakini pia kuishi vyema na jamii yake na kufaidika na vyote ambavyo vinapatikana katika jamii hiyo. Ni tafsiri fupi, lakini kama mtaalamu napenda nifafanue tena kidogo ili mtu aweze kuelewa. Je, tunaposema mtu anastawi tunamaanisha anastawi kitu gani? Kwa sababu pengine mtu amezoea kwamba kinachostawi ni miti, mimea, maua. Lakini je, ya, kwa binadamu kitu gani ambacho kinastawi? E, sasa tunasema saikolojia ya binadamu inaundwa na vitu vitatu ambapo tunazungumzia masuala ya kiakili, hisia pamoja na tabia. Kwa hiyo tukizungumzia ule ustawi wa mtu tunazungumzia hivyo vitu vitatu, kwamba kile kinachotokea katika fikra zake ama akili yake kwa ujumla kinaenda kushawishi hisia. Sasa lile wazo pamoja na hisia linaenda kutengeneza tabia ya mtu. Fikiria kwa mfano mdogo, unaweza ukakuta mtu amejiwazia tu yeye binafsi, kwamba amejiona kwamba mimi sipendwi, akajiwazia kwamba labda kuna kazi ameifanya watu wajipokea vizuri, akajiwazia kwamba mimi sipendeki, au mimi sio mzuri, au mimi sifai. lile ni wazo lili. lakini kutokana na lile wazo binafsi yule mtu atapata hisia kutokana na lile wazo sasa. hisia gani ambayo inaweza ikatokana na lile wazo? Nakuta atajisikia vibaya, atajisikia huzuni uoga anaweza akajisikia aibu, akapoteza uwezo wa kujiamini. Sasa tayari hivi ni vitu viwili ambavyo tunaviona ni hasi vilivyotokea kwa mtu, tayari anawazo ambalo tayari ni baya, lakini hata hisia ilimjia pale tayari sio hisia nzuri. Kwa hiyo tabia gani tunaenda kuitafsiri? Of course iko wazi kwamba mtu aliyejiwazia vibaya na akapata hisia za kutokujiamini, hofu, uoga, wasiwasi atakuwa na tabia za kuonesha jamii kwamba hajiamini. Ataanza kujitenga, ataanza kuishi mbali na watu, ataacha kuzungumza kama alivyokuwa anazungumza kawaida. Sasa hayo ni mabadiliko ya kitabia ambayo tunatafsiri kwamba huyu mtu tayari, kwenye akili yake kuna kitu ambacho amekiwaza na sio kizuri, tayari kimeshashawishi hisia ambayo pengine sio nzuri. Pengine anaweza akaonekana tena ni mtu mwenye hasira, sasa kwenye tabia zake akaonekana ni mgomvi, mtu mwenye fujo, matusi na mjumuiko wa tabia kama hizo. Kwa hiyo kwa ujumla, hiyo ndio tafsiri nzima ya afya ya akili na namna ambavyo mtu anaathirika katika akili yake yani... manake na kukabiliana changamoto pia na tafsiri swala so zima la afya yako ya akili ikoje? Yeah, kabisa. Kuna aina za changamoto ya afya ya akili, na kama zipo ni zipo? yeah. Uh, hatusemi moja kwa moja kitaalamu kama kuna aina za changamoto ya afya ya akili, kwa sababu zipo zaidi ya changamoto ama magonjwa ya akili mia tatu katika sehemu ambazo sisi tunazitafsiri ama kuzidiagnozi zile changamoto, zipo takriban mia tatu. Kwa hiyo tumeziweka katika makundi ambayo tunapoyazungumzia jamii inaweza ikaelewa kwa urahisi zaidi, hata kama ni mtu ambaye pengine akufanikiwa kusoma kupata elimu, ama ni mtu yoyote wa hali yoyote anaweza akaelewa. Kwa hiyo hatuwezi kuzizungumzia zote changamoto ama magonjwa ya akili mia tatu, lakini tunaweka katika makundi. Je, kuna makundi ya changamoto zile za kihisia ambazo zinaathiri hisia, kuna nyingine za kitabia, lakini pia kuna changamoto za afya akili ambazo zinaathiri aa, akili kama akili sasa katika kurahisisha zaidi ili kuelewa huwa tunaziongelea kwa mitazamo miwili, ambapo tunazungumzia changamoto za afya ya akili, lakini baadaye zile changamoto zisipopatiwa suluhu ama mtu asipojua namna ya kukabiliana nazo zitaenda kuzaa magonjwa ya akili. Tukizungumzia changamoto za afya ya akili, hapa tunazungumzia zile changamoto ambazo mimi na wewe kila siku tunaweza tukazipitia, yani kama wewe ni binadamu, huwezi kuzikwepa hizi changamoto. Kwa hiyo kila mtu anazipitia, hata ni mtaalamu awe nani, kila mtu anazipitia. Tunatofautiana namna ya kukabiliana nazo, kuzitambua na namna ya kufanya zile changamoto tuishi nazo bila kutuathiri sisi na kuathiri jamii. Kwa hiyo hizi changamoto ni kama msongo wa mawazo, wasiwasi, sonona ambayo inafahamika sana kama depression, Uh, kuna changamoto kama kuogopa kupita kiasi. Hizi ni zile changamoto ndogo ndogo ambazo unazitambua kama zipo kila siku kwenye maisha yetu. Kwa mfano, labda wewe pia inaweza kukutokea labda leo ulitakiwa kufika katika hichi kipindi saa moja lakini umechelewa. Sasa pale upo nyumbani kuna ile heka heka sasa ulionayo kwamba katika kujiandaa sije, <laughs> nitachelewa, ule unaitwa wasiwasi. Kwa wasiwasi ni changamoto ya kawaida lakini ule wasiwasi usipofanyia kazi wewe kujua kwamba ni namna gani naweza nika manage ama kukidhi ile muda wangu, ule wasiwasi utakuwa ni endelevu kila siku kwenye maisha yako, utafahamika kama mtu ambaye huwa anachelewa kazini. Sasa ule wasiwasi wa kila siku ambao una suluhu, baadaye utaenda kuzalisha gonjwa la kiakili ambalo sasa tutaliita anxiety disorder, changamoto ya wasiwasi ama ugonjwa wa akili wa wasiwasi, sio tena changamoto, ni ugonjwa yeah. Sisi hapa tuna dili na watoto dio? Na kwa kipindi hiki cha likizo tunatamani watoto waweze kufahamu mambo mengi sana ambayo yatawasaidia wao, lakini pia na wazazi ambao wanawalea. Mzazi akifahamu kwamba ikiwa hivi, ina maana kijana wangu ana changamoto ya afya ya akili, kwake pia inakuwa ni rahisi yeah. Kwa tafsiri fupi, kwa mtoto ambaye ana changamoto ya afya ya akili ni mtoto aina gani? Ni rahisi sana kumjua mtoto ambaye ana changamoto za afya ya akili kwa sababu anasema mtu uliyemzoea akibadilika lazima utajua, kwa sababu ulishamzoea. Kwa hiyo namna ya kujua kwamba sasa huyu mtoto ana changamoto ya afya ya akili ni rais, kwanza huwa tunaangalia kwenye mabadiliko ya kitabia pengine, hmm, mtoto wako alikuwa anaonekana ni mchangamfu sana kwenye mazingira yake ya kawaida, akiamka asubuhi kasalimia, yuko hapa yuko pale, lakini baada ya pilika pilika nyingi ya, unakuta baada ya kipindi fulani, na huwa tunazikagua tunakagua haya mabadiliko takriban kwa wiki moja siku saba, kwamba mbona mtoto anaonekana amepoa sana tofauti na ilivyo kawaida. Hapa tunaweza tukasema kwamba kulikuwa kuna changamoto, lakini kama ni kitu endelevu, pia tunaweza tukaangalia mabadiliko yake katika ya kitaaluma. Pengine shuleni alikuwa anafahamika kama mtoto ambaye anafaulu ama ufaulu wake ni wa kiasi fulani, kiwango labda A kiwango B, ufaulu wa namna hiyo, lakini kuna muda imeonekana kwamba kiwango chake cha ufaulu kimeshuka sana, ama ule uchangamfu wake wa shuleni umepungua, mahudhurio yake ya shuleni yamepungua, visingizio ni vingi, aidha anaonekana kwamba kila siku anasingizia kuumwa. Sasa hivi ni viashiria ambavyo tunaweza tukasema huyu mtoto amebadilika, kwa sababu aidha kuna kitu ambacho kinamsumbua sasa katika kuzungumza naye ama kufuatilia mabadiliko ya kitabia kiakili na, na ufaulu wake wa shule, ndio tunaweza tunaeza tuka ama tukatambua kwamba sasa hii ni changamoto ya afya ya akili, aidha kuna kitu anakabiliana nacho mtoto ama kuna kitu anakipitia na kinamfanya apitie haya mabadiliko ya kitabia. Kwa hiyo kwa tafsiri fupi tunaweza tukasema ni hivyo, lakini vingine kwa uchache ni katika mazungumzo yake, mtoto wako anaonekana ni mstaarabu, ni mpole, lakini baada ya muda unashangaa mtoto amebadilika, anaanza kuwa na lugha ambayo sio rafiki, edha matusi ama hali fulani anaonekana mwenye hasira, yani tabia ambazo haziendani na vile ulivyomzoea. Sasa huyu mtoto tayari kuna kitu anakipitia. Edha ni mimi nina swali hapo. Kwanza kwa mtoto ya hapo karimu, kwenye mabadiliko ya tabia Saan. hatuhusianishi na swala zima la makundi hapo kwenye tabia kubadilika? aha hmm. ya ni tunaweza tukasema tunahusianisha na swala la makundi lakini sasa makundi ndiyo yanaenda kupelekea yule mtoto akaathirika kisaikolojia, yani kwamba makundi ndiyo sababu ambayo inaweza kumfanya mtoto akaathirika kiakili. mm. Makundi ni jumla ya watu ama watoto ambao wana tabia tofauti tofauti. mm. Sasa yule mtoto anapoenda pale, anaenda kuchukua tabia ambazo hakuwa nazo, anaenda kuchukua mawazo ambayo hakuwa nayo, anaenda kuchukua hisia ama kujifunza kuona hisia za watoto wengine ambazo zilikuwa sio za kwake. Inawezekana tayari yule mtoto alikuwa na ustawi bora wa afya akili, alikuwa yuko vizuri kabisa, lakini anaenda kukutana na mtoto ambaye ametoka either kwenye familia ambayo alishaathirika kisaikolojia mm-hmm. ni mtoto ambaye anaonekana ana hasira muda wote, ana matusi. Kwa hiyo yule mtoto anapoenda kwenye ile makundi yeye, yeah, anaenda kujifunza tabia nyingine ambazo zilikuwa sio za kwake. Kwa hiyo akiziadapt zile tabia ama akizichukua zile tabia, ndizo zinaenda kuathiri afya yake ya akili, na sasa tunaanza kumuona na yeye pia ni muathirika, au pia anapitia changamoto za afya ya akili. Sawa. Pengine kuna mzazi alikuwa nafikiri tu changamoto ya afya ya akili ni ya watu fulani fulani, eh pengine watu wazima, lakini hata watoto wana changamoto. Ndio maana Ted Soma Kwanza TV tumekuja na hiki kipindi maalum kwa ajili ya kumsaidia mtoto wako na wewe pia, ili uweze kuwa msaada pale ambapo tu unagundua kwamba kijana wangu, binti yangu, namwona kabisa na dalili za changamoto ya afya ya akili. Hivyo ni viashiria, sababu ni zipi? Sababu ni nyingi, ni kwa sababu tunazungumzia watoto wanapenda kuzungumzia sababu kuu, huwa inaanzia kwenye malezi. Malezi huwa ni sababu kuu ambayo inaenda kuleta ama kusababisha changamoto nyingi za afya akili hususan kwa watoto. Mfano, katika malezi ya siku hizi tunaona wazazi wengi wanakuwa hawana muda na wale watoto wao, wanakuwa hawatengi muda wa kukaa karibu na watoto wao, aidha kujua mtoto um, wangu uh, anapitia maisha gani shuleni? Akiwa nyumbani anaishi vipi? Marafiki zake ni wapi? Tabia zake akiwa nyumbani ni zipi? Sasa wazazi wengi wamekuwa wako bizi na kazi, wazazi pamoja na walezi wamekuwa wako bizi na kazi, bizi na majukumu ya nje, kiasi kwamba wanasahau kwamba jukumu la malezi ni la kwao kwanza. Kwa hiyo mtoto anakuwa hapati msingi bora wa malezi kutoka kwa wazazi, na hivyo mtoto anaenda kujifunza malezi kutoka kwenye jamii ambayo anakutana nayo kila siku. Anasema uh, mtoto asiyefunzwa na mama anafunzwa na ulimwengu. Kwa hiyo yeah, of course, mm -hmm. Kama mzazi hapati muda wa kukaa na mtoto wake na kumuonesha maadili ni yapi, nidhamu mm -hmm. ni ipi, mafunzo bora yale ya kifamilia mtoto ataenda kufundishwa na jamii. Sasa jamii ndo hayo makundi ambayo tunayozungumzia mm -hmm. either ni marafiki wa shuleni, marafiki wa mtaani, ama siku hizi watoto wanakuwa wako exposed sana na social media ama mm -hmm. Uh, mitandao ya kijamii wanapewa simu wakiwa wadogo, wanaachiliwa, hawana mipaka ya kuangalia vitu ambavyo wanaviangalia katika runinga ama, mm -hmm. televisheni, kuna filamu mbalimbali ambazo zinatoa maadili ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo kile ambacho ndicho mtoto anaenda kujifunza yeye, kama mtoto mm -hmm. na ana kiadapti kama tabia yake. Kwa hiyo hiyo ni sababu kubwa kwamba malezi, wazazi na walezi wanakuwa hawana ukaribu na watoto wao, hawapati muda wa kukaa karibu na kujua watoto wao wanaishi maisha namna gani, mbali na nyumbani, huko mashuleni na mitaani. Lakini kingine tunasema, kuna changamoto nyingi, kuna nyingine uh, watoto wanarithi uh, kama familia inakuwa na historia ya mtu yoyote ambaye alishawahi kupitia changamoto za afya ya akili, hususan magonjwa ya akili kama kwenye familia ama generation yenu kuna mtu yoyote ambaye alishawahi kupitia hizi changamoto , basi kuna hatihati -hati pia aha, mtoto akazirithi aidha kutoka kwa baba, kutoka kwa mama, babu au bibi. Kwa hiyo zipo changamoto za afya ambazo mimi nafahamu ni magonjwa tu, yani <laughs> magonjwa yale ya kurithisha ya kimwili ambayo hayaambukizi. Sasa kuna suala pia la afya ya akili ya ipo kuambukiza exactly. Ipo, tuelezee hapo ya, kwamba... kina gubaga ha, kwamba mtoto akili ana mtoto anaweza kurithi changamoto ya afya akili kutoka mm. kwa mzazi ama hata bibi kama cha, uh, kama changamoto ya, ya, ya kimwili ama tuseme kwenye masuala ya afya ya kimwili, kwa mfano mm. magonjwa ya kisukari, sijui moyo. Ndiyo. mtoto anaweza akayarithi, basi hata ya afya ya akili ama changamoto za kiakili sio tofauti na magonjwa ya kimwili mm. Pia na zenyewe zina uwezekano wa mtoto kurithi. Kwa mfano labda kuna changamoto ambazo huwa tunaziona kabisa huwa zinarithishwa mm. ni masuala tunaita, kuna ugonjwa unaitwa uh, uh, unaitwa Uh, ni episodi kwamba jamii ina utafsiri kwa lugha hiyo ambayo sitamani sana kuizungumzia, ambayo mtu anaweza akaonekana kama wanaita kichaa, lakini mm -hmm. sisi hatuizungumzii hivyo, tunajua ni ugonjwa wa akili sasa. mm -hmm. ile ni changamoto ambayo ina, ina muundo wa kibayolojia ambayo mm -hmm. unaweza ukawa na muunganiko wa genetics za kimwili ama homoni za kimwili zinaathiri zote mm -hmm. kwa sasa kama, uh, ni changamoto ya kiakili lakini ina muunganiko na biolojia ya mwili inamaanisha, kuna hatihati hati, pia mtoto akazaliwa na akachukua baadhi ya zile jeneti kama zile homoni kutoka kwa mzazi ama kutoka kwa baba ama kutoka kwa mama, mm -hmm. naye pia akarithi baadhi ya yale magonjwa ya kiakili na akaya, yakawa kama yanaaplai kwake, si umenielewa? Sawa. Sasa maanake kuzuia yote hayo, tubaki kwenye malezi, tubaki kwenye malezi ambora hmm. ya kimaisha Ndiyo. Chagua lifestyle ambazo ni nzuri hizo. hmm. namna ambazo tunaweza tukatumia kuhakikisha, hmm, tunapata ustawi bora wa afya ya akili.